Wakenya wamenikubali. Unajua ile kuungana nchi nzima kukubaliana kwenda kwamba tunaenda kuripoti akaunti ya huyu mtu ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mimi nimekifurahia sana, kwa sababu wameacha kazi zao, wameacha kila kitu walichokuwa wanafanya. it means, inaonekana Wakenya hawana kazi. Sasa inatakiwa niwape kazi za kufanya, umeelewa? Hawana kazi na ndio maana wameamua kukubaliana nchi nzima, vijana wasiokuwa na kazi waingie TikTok, wasechi jina langu, waende wakaripoti kwamba huyu tunataka tumfungie akaunti ile. Ni wamenifungia akaunti TikTok na nitawanunua kweli, kwa sababu ndo kwanza nimeanza kushika tu akili zao, mpaka wakaanza kupelekana kwamba twende tukaripoti. Ni moja kati ya kitu kikubwa, unajua ukiwa na kitu ndio watu wanakaa kukujaji na kukuzungumzia na kupanga vitu kuhusu wewe, lakini ukiwa huna chochote. Mfano, mtu asiyekuwa na adui ni mpumbavu. Mtu asiyezungumziwa na watu wowote ni mjinga. Mtu ambaye hachukiwi na watu naweza nkasema ni takataka ambayo haijawahi kuwepo. Inamaana wewe huna impact yoyote kwa jamii. Ukiona unazungumziwa watu wana kuchukia, watu wana kuona kama wewe hufai, watu kama wana... hufai yani, watu wakikuona wanachukia, jua kabisa una kitu na watu hawachukii wa wewe, shemuona mtu anamchukia chizi? Wewe hapo ulipo, shemchukua chizi? Yaani chizi umeenda unamchukia kabisa, ati mimi yule chizi na mind kinoma noma, kichana ukota makopo. Shemuona watu wanachukia watu wenye kitu? Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, wapi. Wa Kenya wanachotuzidi, wa Kenya wanachotuzidi ni umoja wa Kenya. Wana umoja kinoma. Wa Tanzania tuna umoja wa kipumbavu, ule umoja ambao tunaungana kwa ajili ya kumshusha mtu. Umeelewa vizuri na hata hiyo Kenya, na wao kwenye huo umoja wao ni wapumbavu. Wao wanachowaza ni kwenda kumripoti mtu kwenye akaunti ya TikTok, wafungiwe. Basi ndo furaha yao, ndo ushindi wanaopata, hawaoni ushindi mwingine kwenye maisha. Hawajawahi kuungana kwenda kwa kituo cha watoto yatima, kwamba tunaungana Kenya nzima, tunachanga kwenye vituo vya watoto yatima, tunavipelekea unga, tunavipelekea chumvi, tunapeleka sabuni. Wao wanachopanga ni kukaa kumtukana rais wao, kutukana viongozi wao, upumbavu tu. Yaani wao wanachowaza ni kukosoa serikali, kukosoa jamii, kukosoa vitu ambavyo